Watu wanauliza kwa nini Urusi anaendelea bado kuishambulia Ukraini ijapo wameshakubaliana kusimamisha mapigano ndani ya siku thelathini. Alichokitaka Putini bado hakitekelezwi. Putin, Putin alitaka huyu mtoto asipewe usaidizi wowote wa kijeshi, kuanzia military intelligence, yaani masuala ya kiujasusi pamoja na kuendelea kumpa silaha. Sasa hivi vyote bado vinaingia ndani ya Ukraini. Putin anaviona na wanao push sana hii vita iendelee ni watu wa Ulaya, wala sio Marekani. Hilo lazima mulielewe. Yaani sawa, adui mkubwa wa ugomvi ugomvi mwanzilishi mkubwa ni Marekani, lakini Marekani ameshauona kwamba huu ugomvi kwake ni hasara. Na ni kwa nini? Unajua, ndani ya kipindi cha miaka ishirini, wakati Marekani alikuwa bize na mavita mbalimbali, alikuwa hana mpinzani wa kiuchumi. Hilo kwanza mwelewe. Kwa hiyo tuseme kwa... Kwa... kwa zaidi ya miongo nane, yani miaka themanini, Marekani hakuwahi kupata mpinzani wa kiuchumi. Sasa Marekani ana mpinzani wa kiuchumi, tena ana nguvu kubwa kubwa kabisa kuliko yeye, naye ni Mchina. Kwa hiyo sasa hivi jicho la Marekani sio Ulaya wala sio Urusi, jicho la Marekani ni namna atakavyopambana kuishi na Mchina huko duniani. Kwa hiyo ndio maana Marekani sasa hivi amekuwa baba wa amani, wakati alikuwa ni baba wa vita. Kwa nini? Kwa sababu vita ni hasara, vita unatumia tu hela. Sasa wakati Ulaya wana force hii vita iendelee tu, wao kwenye kutoa pesa wako nyuma, mtoaji pesa mkuu Marekani. Nani angependa hiyo hayo maisha? Sasa kinachoendelea ni hichi. Sasa hivi wako Saudi Arabia, Marekani, Urusi na Ukraini. Mazungumzo yalianza kati ya Marekani na Ukraini. Ha, hawa hawakai chumba kimoja, yani Marekani, Urusi na Ukraini, no. Marekani anaanza kwanza kum, kutoa ujumbe. Unajua Marekani anafanyaje? Marekani anatoa ujumbe kwa Urusi, anamfata Ukraini anampa alichopewa na Urusi, alafu Marekani anarudi tena kwa Urusi kumwambia huyu mtoto anataka hivi na hivi. Kwa hiyo hawa hawakai chumba kimoja wakaongea kama vile mnavyowazanyie ko mazungumzo yalianza jana kati ya Marekani na Ukraini. Yaani, Marekani anampa kwanza Ukraini yale aliyopewa, alafu baada ya hapo Marekani ataongea na Urusi, alafu baada ya hapo ndo labda watakaa meza moja. Natumia hilo neno labda, na hicho ndicho Marekani anachopambana hakikishi, anawaweka meza moja. Kumbuka Saudi Arabia hakuna timu ya Ulaya, mwelewe hilo. Saudi Arabia kuna Urusi, Ukraini na Marekani hakuna cha Macron Kiastama hakuna stupid yoyote kutoka Ulaya alafu anapiga piga kelele tu na nyinyi mnawasikiliza watu wa Ulaya. Sasa kilio kikubwa saa hivi cha watu wa Ukraini ni kuhusiana na Black Sea, haya mashambulizi yanayotoka baharini. Nataka ni warudishe nyuma kidogo, Warusi walivyohisi sasa wako hatarini kabisa na wakaivamia Ukraini ni kile kitendo cha Zelensky kumwambia Putin, toa manuari zako za kijeshi Odessa na urudi nyumbani, sisi tunaweza kujilinda. Sijui umenielewa? Iko hivi, mkataba wa Ukraine na Urusi ulikuwa kwamba siku zote za maisha ya Ukraine atalindwa na Urusi, kama vile unavyoona siku zote za maisha ya Canada atalindwa na Marekani, kama vile unavyoona siku zote za maisha ya Mexico atalindwa na Marekani. Unajua ndugu, mimi narudi kulekule kule ule mfano wangu kwamba unavyoishi na tajiri, tajiri ndio anayowajibika kutengeneza maximum security system katika mtaa wako anayeweka ulinzi mkubwa katika mtaa wowote ule ambao matajiri wanaishi, sio maskini, ni matajiri kwao, mwelewe hilo. Kuna wengine wanashindwa kuelewa ninachowaambia kwamba ulinzi wa Ukraine ni wa Urusi. Mbona mnashindwa kuagi? Kwa kwanini ulinzi wa Canada ni wa Marekani? Kwa nini ulinzi wa Mexico ni wa Marekani? Hilo mbona ampendi kubishana? Hilo shida kubwa ya Marekani, alihisi anatawala sehemu zote za dunia. Ndio maana Marekani akawa akamtongoza huyu mtoto akamchokoza mar... Urusi. Kilichopatikana ndio hichi ambacho Marekani inabidi aanze kuitafuta amani. Kwa hiyo hii ni miaka ya nyuma, nadhani kitu kama elfu mbili miaka ya nyuma kidogo. Sasa baada ya Warusi kuondoa manowari zao, Warusi wakaanza kumonitor huyu mtoto ana ajenda gani. Ajenda zilizofuata baada ya Warusi kuondoa manowari zao za kijeshi Odessa ilikuwa ni kuanza kujenga miundo mbinu za kivita zile fortification center commanding center commanding ambazo Warusi wameziharibu zote kwa kutumia glide bombs. sasa baada ya Ukraini kujitoa kabisa kumtegemea Urusi kiulinzi alika, alikaribisha ulinzi wa Marekani. Kilichofuata ndio hii vita iliyopiganwa na, na Ukraini akaharibiwa kila kitu ikaharibiwa yote. Ndio pale kuna balozi mmoja alisema, usimwamini Marekani katika jambo lolote. Marekani ni mtu wa maslahi na ni kweli. Ukraini imeharibiwa yote na Marekani wala hawazi kuijenga, asikudanganye bado anawaza kuinyonya zaidi, kwa sababu Marekani anawaza atapambanaje na China katika dunia hii ya sasa. Marekani haiwazi Ulaya. Marekani haiwazi Ukraine, Marekani hamwazi yoyote kwa sasa. Kichwa cha Donald Trump kinaumia, power walio nayo wa China, atapambanaje nao? Domestic production ndani ya Marekani iko chini, uzalishaji wa bidhaa za kawaida ndani ya Marekani uko chini, wanamtegemea mchina wao. Nafikiri Marekani anaelekea wapi? Astaki amani na na, na Urusi haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo sasa hivi kuna ishu ya kudiscuss Black Sea, amani irudi Black Sea ili Ukraini aanze kuuza ngano kama kawaida na warusi pia waanze kuuza ngano, maana pia ndugu zangu Ulaya kuna njaa kadri vita inavyoendelea. Unajua, kuna kitu watu hawajui, wanasiasa ni washenzi sana. Kadri vita inavyoendelea ndani ya Ulaya, wanaoumia ni wa raia wa kawaida. Aa, wanasiasa kazi yao ni kuja kwenye vipaza sauti na kuongea maneno, na nyinyi mnayasikiliza kwamba tutamsaidia Ukraini mpaka mwisho, wakati raia wanaumia katika levo ambayo haielezeki. Yaani, ukitaka kujua kinachoendelea Ulaya, vuta picha hawa wanasiasa wetu wa Kiafrika, maneno yanayoongeaga kwenye vipaza sauti na sisi raia wa kawaida, maisha tunayoshigi, ndicho kinachoendelea Ulaya sasa hivi. Hawana hela, halafu wanakaa kikao wetu wanachangisha dola bilioni, wanataka wachangishe dola bilioni mia nane. Bahati nzuri kuna wanasiasa wenye akili ndani ya hao wanasiasa kuna viongozi. Maana siku zote mwanasiasa ana akili. Kuna viongozi kama kina Victor Orban, huyu waziri wa, wa, wa Hungary, anasema wazi hizi pesa wanazosema tuzichangishe zinapatikana wapi? Hela ya kula yenyewe na tushinda alafu tukachangishe dola bilioni mia nane eti defensive? Zinatoka wapi hizi hela? Kitu unachopenda hao wanavokaa vikao vyao, ndani ya vikao vyao kuna wanasiasa ambao wanaongea upumbavu, alafu kuna hao viongozi kama kina Victor Orban wanakuja kwenye microphone anasema wazi hiyo hela haipo kwa hiyo, kinacho kinachodiskasiwa Jeddah sasa hivi ni amani ya Black Sea patikane, ili maisha ya kawaida ya, ya rudi, kwa sababu anaye control Black Sea sasa hivi ni Urusi, anaweza akafanya jambo lolote kwao. Pia haya mazungumzo ya Jeddah yanatakiwa amani ya Black Sea patikane, ili sasa usafirishaji wa ngano urudi kama kawaida. Kwa nini? Ulaya pia kuna njaa. Msidanganyi ndugu, tunaishi dunia iko uchi wa mnyama Sio ile dunia ya kusikiliza sijui ni nini zikuambia kinachoendelea duniani. Ma social media haya hapo, kila siku tunaona vituko vya wazungu huko kwao, njaa zilivyo watafuna. So Ulaya kuna njaa. Kwa hiyo inabidi sasa amani ipatikane ya Black Sea, ili biashara ya usambazaji wa ngano irudi kama kawaida. Wasiwadanganyeni tena hawa watu, amkeni na mwelimike, msio wasomi. Msikilize Zelensky hapo akisema ili amani ya Ukraini ipatikane ni lazima Putin afanyiwe awekewe pressure ili ayatii

Zelenski anajua wazi kabisa hawezi kuipata amani ya nchi yake pasipo urusi kupatiwa uhakikisho anachokitaka. Ndio maana anavyosema rais wa Urusi lazima awekewe pressure kukubaliana na hiyo ceasefire, kusimamisha hayo ma, mashambulizi ya energy ya miundombinu ya, ya nishati pamoja na hiyo ya baharini, yaani Black Sea. Sasa kilichojiri ri, riadhi Saudi Arabia na mazungumzo amefanyika Riyadh Saudi Arabia ni hiki Warusi wamekubaliana na Marekani. Maana huyu haya ni mazungumzo ya Marekani na Urusi jamani, sio Ukraini na Urusi, tuelewane. Kwanza haya mazungumzo ni ya Marekani na Urusi na sio Ukraini na Urusi. Ukraini kazi yake ni kupewa mrejesho, ndio maana kikao kilianza kati ya Ukraini na Marekani, baadaye kikamalizika. Marekani na Urusi wameelewana kusimamisha mashambulizi ya Black Sea na Ukraine wakaja fasta kwenye vyombo vya habari wakasema hey, tumesha tumeshakubaliana kwamba tusimamishe mapigano. Warusi wakaja wasema tumekubaliana kwa masharti yafuatayo. Kwanza kabisa, ili Black Sea biashara zirudi kawaida. Maana kilio kikubwa hapa cha haya mazungumzo kilikuwa ni biashara ndani ya Black Sea, irudi kawaida. Hivi unaweza kujiuliza swali dogo, kwa nini watu wa Ulaya wanalia sasa biashara zirudi kawaida ndani ya Black Sea? Ndugu zangu, kuna wimbi la maandamano Spain Ujerumani ni kwa vile tu amletewi hizi picha natengeneza video ya hii, ili wimbi la maandamano huko Spain, yani Ulaya kwa ujumla kuhusiana na njaa iliyopo. Kwa hiyo hapa inabidi Putin aombwe ili aruhusu biashara zirudi kama kawaida, yaani sasa Ulaya waanze kupata ngano chakula hakuna Ulaya, hili lazima mjue. Kwa hiyo warusi wametoa condition yao, wanataka warudishwe katika mfumo wa kibiashara wa dunia, maanake mabenki yao yote yaondolewe vikwazo warudishwe kwenye Swifti waanze kufanya biashara kama kawaida. Wakishahakikishiwa hicho kitu na Marekani Black Sea, amani itarudi kama kawaida. So hiyo ndio kondishen ya warusi walioweka. Naomba wa msikilize waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergey Lavrov akisema hivi uhakikisho wa amani ya Black Sea na masharti yao utatekelezwa tu na Marekani kwa kumpa oda Zelenski na sio kwa Zelenski kuongea kwa mdomo wake, atatekeleza ichi na ichi

Guarantees can only be the result of an order from Washington to Ukrainian President Volodymyr Zelensky and his team to do exactly this. It seems to me that our American partners have taken this signal. Ndugu zanguni, njia imezidi, Ulaya ndo wanaanza kutafuta njia ya kurudi kwa bwana Putin kupata unga na gesi. Nakwambia Ulaya walikuwa ni majambazi waliofanya ujambazi dunia nzima kwa zaidi ya miaka mia hamsini sasa. Hawawezi kufanya ujambazi, kula yao inapatikana wapi? Inabidi waende kwa Putin. Hivyo ndivyo dunia inavyojirishep, mwenye nguvu ametoa masharti. Siku zote mwenye nguvu ndo anayetoa masharti. Kwa hiyo hapo mwenye nguvu ni nani? Putin ametoa masharti ili ulaya wapate unga, wapate gesi. Putin arudishwe katika mfumo wa kawaida wa biashara, na yeye afanye biashara kama kawaida. Hivyo ndavyo uelewe, mwenye nguvu ndo hu anayetoa masharti. Elimikeni msio wasomi.